Karibuni, mabibi na mabwana kutoka kila kona ya dunia. Tunajibu hoja nyingine mbili dhaifu kuonyesha kwamba mabadiliko feki yatasimamishwa. Mwanakijiji, Operesheni Zinduka, on air, on point. Hoja, ujibu kwa hoja si hoja, kama nilivyoonyesha jana. Watu wengi ambao wamejitokeza kuona mtaka Lowassa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wamekuwa wakitoa hoja nyingi dhaifu na muflis ukizisikia tu. Zinatolewa hoja na baadhi ya watu ambao unajua kabisa wangetulia chini wangeweza kuonesha ubovu, fallacies ya hoja zao. Wangeweza kuona fallacy ya hoja zao. Kwani zimefikiriwa upande mmoja tu bila kuangalia kina chake. Leo ni mwendelezo tu wa kupangua hoja hizi ili kuhakikisha kuwa wiki ijayo kila mtu anaenda kupiga kura awe anajua kabisa anapiga kura kwa nini na anampigia nani kwa sababu gani. Mtu anapiga kura bila ya kuwa makini huweza kupiga kura itakayomkata maini baadaye. Mimi ni Mwanakijiji, operation Zinduka namba kumi, tunaendelea katika makala. Jana nilipangua hoja kama nne hivi kuonyesha ni jinsi gani zimethibitisha maneno ya mchungaji Msigwa bungeni kuwa kuna wakati Watanzania tumeacha akili ndogo zitawale akili kubwa, kwamba kama alivyosema, nami nakubaliana naye kuwa matatizo hayawezi kuondolewa na upeo ule ule wa fikra ambao uliyasababisha. Alisema mwenyewe kwa kimombo, problems cannot be solved with the same level of thinking that created them. Hii ndio sababu watu wengi tuliamini kuwa Chadema ilikuwa imejipanga vizuri mwaka huu kuleta upeo mpya wa fikra zisizohusiana moja kwa moja ukiondoa tu kwamba zote zinazungumzia kwa namna fulani swala la uongozi. Ya kwanza ni hoja ambayo tumeidokeza kwa mbali kwa nyuma lakini inahitaji kuangalia kwa karibu kama kwa kutumia darubini hivi. Hoja hii inatolewa tena wanachadema wenyewe. E, Mboye ni kiongozi mzuri aliyeweza kubadilisha gia angani. Kumbuka tulimtaja huko nyuma na naitwa na wengine kuwa yeye kamanda wa anga. Kinyume na imani hii ambayo baadhi ya watu hasa walio dandia kutoka CCM kuja Chadema wanayo, uamuzi wa Chadema kumtegemea Lowassa kuiongoza ushindi ni ushahidi tu kuwa Mboye amejionesha kwa bahati mbaya sana kushindwa uongozi. Kwa miaka karibu mitano Mboye kama mwenyekiti aliwaaminisha Watanzania kwa chama chake kilikuwa tayari kushika dola ukweli ni kuwa yeye mwenyewe hakuwa anaamini hili kuwa kuna watu wanaweza kushika nafasi ya urais ndani ya chama hicho wakakubalika na wananchi kwenye sanduku la kura. Tukikubaliana kwa ile hoja yetu tu hii leo hii kwa Dr. Slaa hakuwa mtu sahihi na asingeweza kushinda dhidi ya mgombea wetu wa CCM, swali kubwa ambalo lilipaswa kuulizwa na wanachadema wote na walioiunga mkono nje na ndani, je, hakukuwa na mtu mwingine yoyote ndani ya chama hicho ambaye angeweza kwenda sambamba na mgombea yeyote wa CCM? Mbowe mwenyewe bila shaka asingeweza kwa sababu ameshajaribu na tunakumbuka, nilionyesha takwimu za mwaka 2005 alipata kama kura laki sita hivi, alishajaribu na kushindwa. Lakini vipi kuhusu profesa Safari? Vipi kuhusu profesa Baregu na maprofesa wengine wasomi waliokuwa ndani ya Chadema? Yani kati ya watu wote kwenye kamati kuu, nje ya kamati kuu, mikoani na kila mahali ambako Chadema tuli ambayo imejengeka ime, ime, ime vizuri, hakukuwa na mtu mwingine yoyote ambaye wangeweza kumsimamisha kugombea urais ndani ya Chadema ukiondoa Dr. Slaa. Yani hata Tundu Lisu hakuwa na uwezo wa kuwa rais, yani ikibidi, na alionekana ni mtu ambaye anakubalika na wananchi, kama kukubalika unakupima kwa namna ya kuzungumza na kuichachafya serikali, jibu ni rais kuliona. Hakukuwa na mtu mwingine yoyote ambaye mboe na kamati kuu aliyoiongoza angeweza kusimama kushindana CCM. Hili ni kweli, lakini ni jambo la fedheha, kejeli na kufuru kwa demokrasia. Yaani miaka yote hii wenzetu walikuwa hawana watu wa kushika nafasi ya urais? Hivi tunaweza kuamini kuwa sasa wanao watu hata kushika nafasi ya waziri? Sio kwamba ujio wa kundi kubwa la wana CCM ambao wamewahi kushika nafasi mbalimbali mbali huko ndani ya CCM na serikalini ni dalili tu kuwa mboe na viongozi wenzake, kama bado tunaweza kuwaita hivyo, wameona kuwa hawana hata watu wenye uwezo wa kushika waziri, na badala yake wamewapigia mahesabu kina Lawrence Masha, Mgana Msindai, Sumaye, Frederick luai, Kingunge na wengine. Yaani sio tu kwamba watu maarufu ni, ni, ni, ni wa, wa Chadema ambao tuliamini potential leader materials wote wanasubiri viji nafasi vya ukuu wa mkoa na ukuu wa wilaya. Hii ni fedheha ya kiongozi na lawama zote zinamwangukia mtu mmoja tu, Freeman Aikaeli Mbowe. Miaka yote hii ya kujionyesha kuwa ni kiongozi, kumbe ya kuandaa mtu hata mmoja kuweza kushika urais na ninaogopa kusema labda hata kushika uwaziri. Hoja pili ndio imebeba kichwa cha habari hapa, na hoja hii imetolewa na baadhi ya watu ambao wengine ninawaheshimu sana kwa uwezo wa kutoa hoja nimetumiwa na baadhi ya watu hoja hii kunionyesha makosa hoja yangu na ndio maana nimeona kwamba ngoja nijibu. Hoja hii ni, ni moja tu ile na pande mbili. Upande mmoja unasema kwamba kwani Lowassa kuondoka CCM kumesafisha CCM, na upande wa pili mbona alishaondoka serikalini miaka nane iliyopita na ufisadi umeendelea. Hoja hii ukiangalia unaweza kuifurahia, lakini na makosa makubwa kadhaa ambao mtaalam kama mimi naweza kuyaona hata kama hajakamilika hata nikiwa nimefungwa macho. Kwanza, hakuna shaka hata kidogo, kuondoka kwa Lowassa ni nafuu kwa CCM. Narudia tena, kuondoka kwa Lowassa imekuwa nafuu kwa CCM. Hilo sio swala la la usafi tena, kwa sababu wanaotoa hoja usafi ndo wale wanasema kwamba hakuna mtu msafi, wote tuna makosa ili wamkubali Lowassa. Sasa kama hili ni kweli, ina maana hata uko ndani ya CCM wako watu wengine wazuri, hata kama kuna usafi, hakuna mtu mkamilifu, wamesema wao. Sasa kama hakuna mtu msafi na wote tuna makosa, basi bila shaka ni lazima tujiuliza nani msafi zaidi na nani amechafuka zaidi. Kuna msemo wa wahenga kuvuja kwa pakacha nafuu kwa mchukuzi. Msemo huu una ukweli fulani. Lowassa alikuwa ni tatizo ndani ya CCM, alisumbua na alionekana kuilazimisha impe nafasi ya kugombea, vinginevyo ingekuwa mbinde. Aliwathubutisha na kuonekana kama ameshika kisu lakini hakuanzia hapo. Alisumbua CCM kiasi cha kusababisha ena wenzake kupewa maonyo na hata kufungiwa kwa muda. Hakujifunza lolote, kwani Lowassa sio mtu ambaye anaweza kusimamiwa na mtu mwingine yoyote. Wana CHADEMA wanaofikiri wanaweza kumsimamia akiwa rais wanajidanganya bana. Sasa kuondoka kwake kwa na wale ambao walikuwa na muunga mkono hakuwezi kuwa jambo baya kwa CCM. CCM nashukuru kwamba haihangaiki na Lowassa tena. E, hata wale wengine ambao walikuwa ni mamluki wake, watu waliomuunga mkono kule na walikuwa naisumbua CCM, sasa wote wameondoka. Sio wote, lakini wengine wamebakia kwa siri. Sasa hawa watu wakiondoka, kwa nini CCM yu, y, y, inungunike? Unaona bana, hata mtu akianza kupata nafuu kutoka ugonjwa fulani, kwake ni heri kuliko kuendelea kuugua kulala kitandani. Lowassa kuondoka kujaisafisha CCM, kujafanya CCM ionekane ni safi kabisa kwamba hakuna ufisadi tena, hakuna mafisadi, si kweli lakini tunaweza kusema kwamba kumeipa CCM auweni hasa kwa vile huko alikoondoka ameenda kwingine, na huko alikokwenda ndiko kwa kunasababisha homa huku CCM. Eh, jamani, kama ilikuwa napumua kwa shida, sasa angalau imeanza kupumua, na kama watu walikuwa wamekata matumaini, ndugu zangu <laughs> msije mkaona watu wanaechagua tu kwa sababu sasa wanaona ah, kuna kaji nafuu sasa. Kwa nini CCM sishukuru Mungu? kwa nini CCM isijione na nafuu? Wakati ni kweli upande wa pili wa hoja ambao unahusiana na uongozi ni kuwa mbona ufisadi umeendelea hata Lowassa, baada ya Lowassa kuondoka serikalini? Swali hili linaulizwa kimtego. Utaona watu waliulizi kwa kusema mbona nani Lowassa aliondoka CCM siku nyingi na kujiuzulu bunge eh. Ukweli ni kuwa Lowassa alitoka serikalini tu, lakini alikuwa bado ni mwanachama mwaminifu wa CCM, akishika nafasi mbalimbali, ujumbe wa NEC alikuwamo ndani alikuwa ni kiongozi bungeni akisimamia kamati mbili tofauti wakati tofauti. Sasa ni lazima tuelewe kuwa kazi ya kiongozi ni kuongoza, sio kufuata. Lowassa alipoamua kujiuzuru waziri mkuu aliamua kujiuzuru na kuzira uongozi. Angekuwa ni kiongozi mzuri angesimama kupigania mambo aliyoyaamini. Mwenyewe leo anatuambia elimu, elimu, elimu. Na wapo watu wanaamini hivyo. <laughs> Oh, angekuwa ni kiongozi mzuri angeleta hata miswada ya kubadilisha hiyo nani, tume ya nini Education Board sina matatizo. Sasa hivi naelemewa na, na, na madeni asiolipika? Angekuwa ni kiongozi mzuri angeanza kuyatatua akiwa mbunge. Si ndio kazi yao bungeni? Kwani kazi yao bungeni ni kusema tu? Lowassa akawahi angalau hadharani kwenye kukionya chama chake au vyombo vya serikali. Eh? Angekuwa ni kiongozi mzuri, vile angepinga uvunjwaji wa haki za binadamu uliofanywa na vyombo vya dola. Jamani, hata angeonyesha kuguswa alipopigwa vijana pale nani, Arusha, Morogoro, Songea, hata mauaji ya Mwangosi Iringa pale. Leo kuna watu Iringa wanataka kumwona yeye kiongozi. Alisema nini wakati mnalia nyinyi? Sasa leo anazungumza eti atakula sani moja na mama ntilie na wafanya biashara kuinua maisha yao. Lini alikuja na suluhisho la maisha yao hawa? Hata Zito alijitahidi pamoja na matatizo yake yote kuwaonyesha uongozi alijaribu kuwaingiza hawa vijana kwenye mifumo hii ya nani ya pension. Lowassa alifanya nini kuinua maisha hawa vijana zaidi ya kuenda na shilingi milioni moja milioni mbili kusaidia sijui vikundi gani hivi? Lakini kimfumo akufanya jambo lolote hata ule hoja ya baraza la vijana haikuletwa na Lowassa, imeletwa kina Mnyika hawa. Tunaposema Lowassa ni kiongozi mbovu, jamani, hatumsingizii tuna ushahidi na hatuhitaji kwenda mahakamani kuonyesha hili. Wiki ijayo nitaonyesha kwa mara moja na kufunga kabisa mjadala wa Lowassa kukwepa kashfa Richmond. Huwezi kutenganisha uongozi wa Lowassa na ujio wa Richmond na matokeo yake, huwezi kila anajaribu amefeli, akiwemo yeye mwenyewe. Ndugu zangu, Mwanakijiji tukutane tena next time.